Wakazi wa Bombolulu kaunti ambao wameendelea kushutumu wao wa ya kudhulumiwa na wanaharakati wa humu nchini na serikali ya Muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Wakizungumza na meza yetu ya habari, wakazi hao wakiongozwa na Charles Mtua Mtunga na Steven Deleva, wamesema hatua hiyo inatishia ushirikiano wa kikanda na wa kijumuiya. Serikali ya Tanzania ilifanya kitu ambayo ni kibaya sana, hiyo ni kama kuwasha moto katika hii nchi mbili ambapo tunaona na ni kama tunaona ya kwamba hii mambo ya kushika viongozi wa upinzani tumeona juzi e, mbisija saa hii amekamatwa. Tunaona pia hapa e, hapa Tanzania tunaona Tundu Lissu, na pia tunaona hapa hapa nchini Kenya tunaona pia viongozi wengine wa, wa upinzani mmoja wao aliyekuwa makamu wa rais ambayo ni rigahigashakwa pia tunaona anatishiwa kushikwa. Hizi nchi tatu ni kama zinashirikiana kukandamiza, eh, kukandamiza sauti ya upinzani. Uhusiano wetu na Tanzania kwa miaka nyingi imekuwa mzuri, same thing applies to Uganda, East Africa countries. Sasa sisi tunashangaa haijapo kuwa kuna ukoloni sijeo na ukoloni ambao umevika kiwango kwamba watetezi wa haki ya wenzao inakuwa tayari ni tishio ya kufungiwa ama kuwekwa katika njera katika njia ambayo hasieleweki, kwa sababu huwezi kushika mtu kama ana hatia na kama ni mtu ana, anaulizia kitu yake haimaanishi kwamba unamuweka ndani. Nafikiri wenzetu wa Tanzania, mi nimeenda Tanzania kama tour operator na nimekuwa huko kwa muda mrefu mara nyingi, na nafikiria tumekuwa na uhusiano tu mzuri. Kwa hivyo kama ni new leadership ambayo iko huko inatakiwa at least ielewe kwamba what is the meaning of democracy. Sheria ya kukuwa mwananchi ana haki ya kutembea mali popote na kutetea haki ya kila mmoja wake, ama mtu yoyote. Hata yeye Suluhu president wa huko, yeye angekuwa, angekua na yeye anafanywa hivyo, angesikiaje? Akiwa hapa Kenya, haya anajiri huku, mwanaharakati Bonface Mwangi na mwenzake Agathau wakirejeshwa nchini Kenya na Uganda mtawalia, baada ya kuzuliwa nchini Tanzania.

who who spoke, who stood with us, the the solidarity wasn't in in vain. Boni was dropped in Horohoro border border post, Horohoro border post, and and and, and and he found his way up up. to uh, Lunga Lunga and got, uh, got transport and, and Kelef picked him up. I and he and torture it's against the law. Na jambo jingine, Tanzania bado hawajasema wamefanya dhambi gani. Hata kushikwa kwa kuwekwa ndani na kupigwa na kukaa siku tatu wamefungwa ninio uso na pingu anakwenda choni hivyo hivyo, kula hawezi, kwa sababu akienda choni masikari wanaosimamia pale. E, hii si haki. Ali Vincent, Benvin TV.